Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya habari ambayo imemake headline huko mtandaoni bwana, ni sakata zima la Diamond Platinumz bwana. Diamond bwana, kitu ambacho kimemkuta ni kwamba Watanzania na wadau mbalimbali huko mtandaoni wamekuwa wakimsema sana, kutokana na baadhi ya vitu ambavyo wameonekana kuvifanya. Nadhani kila mtu atakuwa anakumbuka kwamba Diamond Platinumz baada ya maafa ambayo alitokea kutokana na zile fujo bwana, aliweka ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anawapa pole watu wote ambao wamekutwa na matatizo, watu ambao wamepoteza wapendwa wao na mambo mengine mengi. Lakini baada ya hapo sasa, alichokuja kukifanya ndicho ambacho kimeonekana kuwakwaza au kuwakera wa Tanzania na mashabiki zake kwa ujumla. Msanii Diamond Platinumz bwana alianza vizuri kabisa kupitia ukurasa wake wa Instagram, aliandika kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mpanga wa yote na haja, na hapajatokea jambo pasipo yeye kutaka, na kila jambo hutokea kwa sababu. Insha Allah na kwenye hili pia, Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka kubwa kwa taifa letu Hatujalie amani zaidi ya tuliyokuwa nayo hapo mwanzo, hatujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano, kupendana, maendeleo na pia vilevile, azilaze roho za waliotangulia mahala pema peponi. Amen. So huu ni ujumbe ambao Diamond Platinumz alikuwa ameuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na zile fujo ambazo zimetokea na madhara ambayo yametokea baada ya fujo hizo kuhappen lakini sasa baada ya hapo Diamond akaanza kuposti promotion ya wimbo wake wa Sasampa, jambo ambalo bwana likaonekana kuwakwaza watu wengi sana, kwani kwa kipindi hiki inaonekana kwamba watu wanapitia bado wako na e uchungu. Watu wako kwenye maombolezo ya ndugu jamana, ya jamaa na so, marafiki ambao wamepatwa na matatizo katika zile fujo alafu ye Diamond kuanza kuposti mambo ya nyimbo zake ni kitu ambacho watu wameona kama vile jamaa amekuwa kama vile amepuuza yaliyotokea, so moja kwa moja wamekuwa wadau mbalimbali huko mtandaoni wamekuwa wakimsema sana Diamond kwenye comment section, lakini pia vile vile eh, watu wengi sana wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kumhusu Diamond Platinum zao. Lakini kubwa zaidi ambalo limekuwa notice na watu wengi ni kwamba Diamond bwana ameanza kupu, kupungua kwenye upande wa followers. Yani, yaani followers wake wengi sana wameanza kumkimbia, watu wameanza kumunfollow, watu wamemtoka, watu bwana wamemkataa huko Instagram. Yaani wale followers wa Diamond Platinumz wameanza kupungua kwa spidi ya ajabu mno, yani watu wanamunfollow Diamond kwa spidi sana sasa hivi, ambapo Diamond Platnumz bwana alikuwa na followers takriban milioni kumi na nane nukta nane yaani milioni kumi na nane na laki nane lakini baada ya kuen, kuanza tu kupromote nyimbo zake za sasampa eh, ni kwamba ghafla tu tukaona watu wakawa wamepungua mpaka kufikia milioni kumi na nane nukta saba yani milioni kumi na nane na laki saba. Kwa hiyo watu kama laki hivi wakamwan follow haraka sana jambo ambalo kiukweli limeshangaza watu wengi sana kuona kwamba Diamond bwana e, watu wamemunfollow kwa spidi kiasi hiki, kutokana na kwamba kwa kile tu ambacho amekifanya baada ya kuonekana akiwa ameweka posti ya nyimbo zake za sasampa huko katika ukurasa wake wa Instagram, wakati bado watu wanaonekana kwamba wanapitia wakati mgumu e, bado watu wanaonekana kama vile bado wana machungu, watu wapo kwenye maombolezo na vitu vingine kama hivyo. Yeye ye, kitendo alichokifanya bwana ni kwamba kimewakwaza wengi mno. lakini pia vilevile vile, kuna baadhi ya peji zimeonyesha live followers count ya Diamond Platnumz jinsi inavyopungua kadri ya muda unavyozidi kwenda, wakiwa wameandika hapa kwamba watu kwa ile kile, ukiangalia hapa watu wanapungua taratibu, watu wawili, watatu, wanne wanashuka kadri ya muda unavyozidi kwenda. Mpaka sasa hivi ana jumla ya followers milioni kumi na nane laki saba na elfu ishirini wakati walikuwa ni milioni kumi na nane na laki nane wakapungua ghafla mpaka milioni kumi na nane na laki saba na elfu sitini Umeona bwana eh? Kwa hiyo sasa hivi wanazidi kushuka kutokana tu na kwamba watu wanaonekana kwamba wamekwazwa na kile ambacho Diamond amekifanya. Kwa hapa, kuna page wamekuja wameripoti, wameandika kwamba wameandika kwamba hivi ndivyo msanii Diamond Platnumz anavyozidi kupoteza wafuasi wake kwenye mtandao wa Instagram, ambapo speed ya followers inashuka inaongeze ya, kushu, speed ya followers kushuka inaongezeka kila baada ya muda. Now we are...

page nyingine hii hapa na nyingine pia wamekuja wameandika the same thing kwamba, e, bwana star wa muziki wa Bongo Flava Tanzania na Afrika kwa ujumla Diamond Platnumz amepoteza wafuasi zaidi ya laki moja kwenye mtandao wake wa Instagram, e, kuanzia siku chache zilizopita. Lakini pia vilevile vile ni kwamba hii habari bwana wameidaka mpaka watu kutokea Eh, huyu hapo kwanza, kuna Mr. Pimbi hapa ameandika kwamba bwana, ni changamoto, Mungu tupe mwisho mwema. Huyo ni Mr. Pimbi, naye pia amezungumza hivyo kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kumhusu Diamond Platnumz kupoteza wafuasi. Lakini hii habari bwana, tumeiona mpaka katika peji kubwa tu za eh, za huko Kenya na wenyewe nao pia Mm, wameposti au wameripoti kuhusiana na hiki ambacho kimetokea Diamond Platnumz. Hapo ameandika kwamba Diamond Platnumz loses uh, 100,000 Instagram followers in 48 hours as Tanzanian unfo unfollowed the, the artist uh, aimed at political tensions wakiwa wanamaanisha kwamba eh, ni kwamba kutokana na fujo zilizotokea hivi, hivi karibuni kwenye upande siyasa, moji moji wa kisiasa moja kwa moja zimepelekea Watanzania kuanza kumwanifolo Diamond Platinumz na mpaka sasa amepoteza wafuasi takriban laki moja. Hapo anazungumzia eh, ukurasa wa Instagram wa Diamond Platinumz, eh, watu wanazidi kumwanifolo lakini hapa pia kuna mdao mwingine, huyu anaitwa Elmando. Elmando naye bwana amekuja hapa kutoa ushauri wake kwa Diamond Platnumz kwamba kwa upande wake yeye anaona kwamba Diamond, hizi issue za yeye kupromoti nyimbo zake bwana ni bora tu angeacha, angetulia kidogo kwa sasa hivi mpaka pale wabongo watakapopoa wa mioyo yao, then mambo mengine ya burudani yaendelee. Lakini sasa hivi anaona kama vile haukuwa muda mzuri sana wa kupromoti shughuli za kiburudani. Msikilize hapa kidogo Elmando. Yani kiukweli, bii ingetulia tu, jaribu kuangalia namna watu na wanavyojaribu kusambaza, namna mshikaji anavyoendelea kupoteza followers. Sio issue kupoteza followers kwa sababu yani hivyo kweli bii ingetulia tu, jaribu kuangalia namna watu wanavyojaribu kusambaza namna mshikaji anavyoendelea kupoteza followers. So issue kupoteza followers kwa sababu yaani, Diamond si gani kama amefika level ya kwamba hata followers yiku wakipungua labda inamuumiza, haiwezi kumuumiza, level yake inayofikia na namna issue inavyoenda kwa muda aliofanya mziki Diamond, i don't think kama angetulia tu kwa muda huu ambao watu, watu wanalalamika wanamlalamikia yeye, labda angepungukiwa na nini? Kwamba angetulia, kwamba yos, chochote sidili na mambo ya mziki. nini ambacho kingepungukiwa kwa namna aliyofanya mziki kwa miaka yote, mafanikio yote alionayo? Na ukiangalia mziki unaofanya as, asilimia kubwa ni hawa hawa watu ambao wako kwenye majonzi ni hao hao watu ambao wamekutwa na misiba, wengine wanalia. Mashabiki zako, numbers ambazo unazo kwenye social media and staff, ni kwa sababu ya hao watu ambao huenda asilimia kubwa, au wengine ndio hao wamepoteza maisha hmm? au hao ambao wanakupa view Naam, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.